Nam, hujambo na karibu katika kurunzi live leo, tarehe thelathini mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili ishirini na tano zikiwa zimebaki siku mbili tu kumaliza mwaka elfu mbili ishirini na tano Leo tunajikita kuyagusa Tokea tangu mwezi, mwezi Januari hadi mwezi Disemba na kuanzia Ulaya mpaka Amerika ya kusini mpaka Amerika ya kaskazini Afrika na Asia, mambo mengi yametokea. Wapo wanauelezea mwaka huu elfu mbili ishirini na tano kwa mafanikio makubwa, wapo wanatamani uishe tu, kwa sababu wamepitia mambo mengi yasiyoelezeka, na wapo ambao wamebaki kama historia kwao. Historia hiyo inaweza kuwa nzuri ama yenye atia fadhaa. Kwenye Kurunzi Live leo tunazungumzia matukio haya makubwa ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Sasa mambo vipi? Mambo shwari kabisa, mambo yanaenda vizuri, mambo yanasonga barabara kabisa. Asante sana. Mwaka ndo unakuisha hivo, wewe unauelezeaje mwaka huu? Tukianza na wewe kabla tujaenda E, kuyatazama mambo makubwa ambayo yametokea mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Bila shaka mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano ni mwaka ambao kama utakuwa umekamilika tukivuka salama mm. Utakuwa ni mwaka ambao umekuwa na matukio mengi barani Afrika, matukio mbalimbali mbali kuanzia mm. kisiasa, michezo, kiuchumi, e, kijiografia, masuala mbalimbali yameweza kujitokeza e, katika maeneo mbalimbali duniani. Kwa hiyo naweza kusema ni mwaka ambao kuna wakati ni wa furaha ulikuwepo zaidi mm -hmm. Kuna wakati ulikuwa wa majonzi mm -hmm. Binafsi naweza kusema umekuwa mwaka mzuri mwaka mzuri Mungu. Mm -hmm. na mw. <laughs> Sasa, msikilizaji, tutakuwa tunazungumzia matukio haya kwa mabara kwa sababu lazima tutenganishe kidogo. Tutaanzia na barani kwetu Afrika mm -hmm. ambapo kuna matukio chungu nzima ambayo yamekwishaanza tangu mwezi Januari. Kuna matukio ambayo yalianza mwezi Januari mpaka Disemba yanajirudia yana yana yana yana. Na hapo tutaanza kwa kuyagusia matukio hayo tukianza tunaona tukio kubwa ambalo Saumu limejitokeza mm -hmm. barani Afrika tangu barani Afrika tangu mwanzoni mwa mwaka huu ni kuhusiana na mizozo. mm -hmm. mzozo namba moja ni mzozo uliopo katika nchi ya ya ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. mzozo huu wakati mm -hmm. tunauanza mwaka huu elfu mbili ishirini na tano ulikuwa unagonga vichwa vya habari ulimwenguni kote, mm -hmm. na mpaka tunaofunga mwaka huu bado simulizi ya madhila na matatizo chungu nzima wanayowakabili watu wa mashariki mwa Kongo yanaendelea. Na, eh, Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepitia, eh, kashikashi nyingi sio tu mwaka elfu mbili na ishirini na tano mm -hmm, lakini ni mzozo ambao umekuwa ukiendelea kwa muda mrefu sasa mm -hmm. Eh, waasi wa M23 wakipambana na jeshi la Kongo, lakini pia vile vile Rwanda ikihusishwa na, na vita hivi. Kwa hiyo huu ni mzozo ambao umekuwa ukifukuta kila uchao, matukio mapya yanajiri mm -hmm. Eh, kumetokea masuala ya kwamba viongozi kama Marekani unaweza mm -hmm. kusema ilijaribu kuwapatanisha na Kongo eh, kukasainiwa makubaliano lakini vilevile makubaliano haya nyanjani, mm. yameonekana ilikuwa tu ni karatasi ziliweza kusainiwa mm. kule Washington, lakini kule Kongo kwenyewe katika maeneo kama Uvira mm. mambo bado sio mazuri, pamoja na jitihada zote, lakini bado mzozo huu umeendelea kuzungumzwa zaidi katika vyombo vya habari na haifahamiki kwamba lini jitihada zinazofanyika za kumaliza mzozo huu zitafanikiwa. mm -hmm. na pengine mpaka mwakani mambo yatakuwa hivyo, ni suala la kusubiri na kuona mambo yatakuwaje. Lakini mbali na mzozo wa Congo upo mzozo mwingine pia katika bara la Afrika mm -hmm. mzozo wa Sudan ambao una karibu miaka mitatu inakwenda za sasa hivi kama sio miwili na zaidi, ambapo mm -hmm. e, vi vikundi viwili vinapambana, jeshi la serikali na wanamgambo wa kundi la RSF, na wao pia wamegonga vichwa vya habari tangu Januari mwaka elfu mbili ishirini na tano mpaka leo hii tunavyozungumza Disemba. Bila shaka Suleiman, huo ni mgogoro ambao umegonga vichwa vya habari mm. kama ulivyotaja umezua maswala mengi, ikiwemo raia wengi kuyahama makazi yao, lakini e, pia vile imesababisha mgogoro mkubwa wa hali ya kibinadamu kuanzia mm. njaa, afya. Inakuwa ni changamoto nyingi ambazo e, raia wa Sudan wamekabiliana nazo ama wanakabiliana nazo mpaka sasa. Ni baadhi ya mizozo ambayo pengine unawezasema katika ulimwengu wa kimataifa haijakuwa ama ukizungumziwa sana mm. ikilinganishwa na migogoro ya Mashariki ya Kati, Israel hmm. e, ikiwa e, inashambulia e, gaza, uh, Gaza. Masuala kama haya ama mzozo wa Ukraini hmm. e, na Urusi, lakini ni mzozo ambao umekuwa ukiendelea. Unaona taarifa, ripoti, video za kutoka katika maeneo yale zinaonyesha baadhi ya watu wakiwaona hangaika, wakikosa vyakula, wakikosa e, ma, mahitaji ya msingi katika maisha yao. kwahiyo ni jambo ambalo kwa bara la Afrika hmm. inasikitisha mpaka sasa Suleiman hayo ni ma, miongoni mwa ma, matukio makubwa kuhusiana na masuala ya mizozo. Unajua, mm -hmm. wakati mwingine ukisikia mizozo kila wakati inakufanya nafsi yako inakuwa inasononeka sana, lakini mbali na hilo, kulikuwa na mabadiliko makubwa sana barani Afrika msimu huu. Pia kulikuwa na maandamano kule nchini Madagascar mm. ambayo yalimuondoa rais Rajoelina na bunge kwa kauli moja lilipiga kura ya kumuondoa rais huyo baada ya maandamano ya siku kadhaa. Lakini pia nchini Kenya mwaka huu ilipata pigo baada ya kifo cha kiongo, ki, alikuwa kiongozi mm. pamoja na mwanasiasa nguli nchini humo Raila Odinga wa unatokea Kenya saa humo mm. unawezaje kuelezea mkasa huu na tukio hilo? Nam uh, tukio la kuondoka kwa mm. uh, kiongozi wa upinzani Raila Odinga mm. ilitikisa Kenya na sio tu Kenya, lakini nahisi kwamba bara la Afrika, kwa sababu Raila alifahamika kama kiongozi ambaye alijali mm. diplomasia mm. alihakikisha kwamba anajaribu kutafuta mbinu zote kuhakikisha kwamba amani inapatikana, e, licha ya kwamba wakati wa uhai wake wengine ulikuwa kuna muda wanakosa kumwelewa, mm. kwamba baada ya handshake sasa haeleweki, sasa hivi Raila anajizingati ya maslahi yake mm -hmm. Lakini wakati wa kifo chake watu walivyokuwa wakizungumzia ama wakitoa rambirambi zao kumuhusu mtu alivyokuwa mm -hmm. ndivyo uh, ilimulikwa kabisa kimataifa namna alivyokuwa mtu mpenda amani, mtu mm -hmm. mpenda diplomasia na demokrasia. Kwa hiyo ilitikisa kweli wa Kenya mm -hmm. mbali na masuala ya Madagaska. Mm -hmm. Tumeshuhudia pia maandamano katika baadhi ya nchi, lakini Madagaska ndio lilikuwa tukio kubwa kabisa la maandamano kwa vijana na barani Afrika. Tukisalia kulikuwa na chaguzi mbalimbali ambazo mbali ziligonga vichwa vya habari sio tu barani Afrika, lakini pia kwa ulimwengu mzima. Tunafahamu kulikuwa na uchaguzi nchini Kamerun mm -hmm. uliomrejesha madarakani mzee mtu mzima Paul Bia, lakini pia Tanzania kulikuwa na uchaguzi mkuu Oktoba ishirini na tisa, lakini pamoja na Malawi mm -hmm. kulikuwa na uchaguzi mkuu katika nchi ya Kamerun. Tumeshuhudia kidogo kidogo, kulikuwa na vurumai lakini watu waliweza kumaliza hekaheka heka za uchaguzi. mm -hmm. Malawi, rais Lazarus Chakwera akatupiliwa mbali katika uchaguzi huo, akashindwa vibaya na mtangulizi wake Peter Mutharika akarudi tena katika uongozi. Watu wa Malawi walikuwa wanasema rais aliondoka, Lazarus Chakwera alishindwa kubadilisha maisha yao maisha mm -hmm. magumu sana. Lakini Tanzania, mm -hmm. kulikuwa na mambo chungu nzima. Uchaguzi wa Oktoba ishirini na tisa uligubikwa na vurugu na mambo chungu nzima ambayo watu wengi wanayafahamu hata wafuliaji wetu sahivi wanajua kilichotokea, na ni moja kati ya tukio ambalo bila shaka liligusa mioyo ya watu wengi sana katika taifa hilo. Na uchaguzi wa Tanzania uliandamana na malalamiko mengi ya upinzani, hofu ya haki za binadamu, lakini pia kulikuwa na mjadala mpana mm, kuhusiana na demokrasia mm, eh, wakati Tanzania siku zote imefahamika kama taifa la demokrasia, taifa la amani, lakini uchaguzi uliopita eh, ulipeana taswira tofauti kwa Tanzania, lakini mengi ya sehemu lakini, eh, kuganga yajayo unaweza kusema, kwa sababu kama ni matatizo yalishatokea, uongozi unaendelea na bado, ingawa kuna baadhi ya watu mpaka sasa wanadai haki, wanalalamikia kuwa hawajawahi kuwapata uh, watu wao ambao, eh, walipotea baada ya, ya vurugu zilizoibuka, lakini unaweza kusema kwamba sasa hivi ni taifa lijaribu kutafuta mbinu ya kuleta uiano upya na labda kuganga yajayo, Rais wa Tanzania eh, Samia Suluhu Hassan amekwisha unda na tume ambayo inatafuta taarifaamoaa mjadala huu, lakini ndo tayari tume hiyo ipo, lakini mm. Pia yapo maoni mbalimbali kwamba kulikuwa na mambo mengi, mamia ya watu walifariki kwa mujibu wa taarifa mbalimbali mm. na masuala kama hayo. Kwa hiyo uchaguzi wa Tanzania pia ni miongoni mwa taarifa kubwa ya mwaka huu katika bara la Afrika ambao kulikuwa na mambo chungu nzima, lakini mbali na matatizo haya ama ma, taarifa hizi ambazo ni nzito nzito, unaweza kusema mm, kulikuwa na mambo mengine pia ya burudani yaliyotokea barani Afrika. <laughs> Kulikuwa na michuano ya CHAN iliyofanyika katika nchi za Tanzania mm -hmm. Uganda na Kenya mm, na sisi tunatoka Afrika Mashariki yeah. Unaweza kuyaelezeaje kwa ufupi? Naweza kusema mashindano ya CHAN hii ni ma, mashindano ya wachezaji wa ndani ambayo yalivutia wengi, vipaji viliweza kuonekana kutoka mataifa mbalimbali mbali, lakini pia vilevile ilionyesha kwamba kwa kiasi gani e, upendo wa soka ama soka inaleta watu pamoja e, kwa taifa kama Tanzania uliweza kuona watu wakijitokeza uwanjani. Kenya ulikuwa kuna jaa hadi pomoni hadi ifikia wakati KAFU ikaamua kusema kwamba tiketi haziuzi zaidi ya hizi kwa Kenya tuliona pia Rais Ruto akiweka aki aki historia kwamba kila wanaposhinda mm. e, timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars anawapatia donge mm. nono, kwa hiyo iliongeza motisha, lakini hatimaye mashindano haya yalikamilika mm. kwa Moroko kuwa washindi baada ya kuitaraza Madagaskar kwa mm. hiyo, unaweza kusema kandanda imeweza uh, Afrika Mashariki mm. iliweza kuleta burudani katika mataifa haya matatu na kuonekana vipaji na wachezaji ambao wana uweledi eh, kwa kusonga mbele katika masuala ya soka na ukumbuke kwamba tunaandaa michuano ya AFCON mwaka elfu mbili mm -hmm. ishirini na saba. Sasa hivi michuano hii inaendelea kule nchini Moroko na baada ya michuano hii inayofuata iko mlangoni kwetu Afrika Mashariki mm. Kenya, Tanzania pamoja na Uganda zinaiandaa michuano hii kwa pamoja, na ndio utakuwa pia taarifa yetu ya mwisho kwa kuhusiana na bara la Afrika E, ambayo pia inavuma kwa kishindo katika mitandao ya kijamii katika vyombo vya habari pia mbalimbali mbali duniani kuhusiana na michuano ya AFCON ambayo inafanyika nchini Morocco mm -hmm. muda huu na kimsingi leo Tanzania wanacheza na Tunisia katika mechi wakilishi wa Afrika mashariki wanacheza yeah, kweli mm. ni mashindano ambayo mpaka sasa yameonyesha ushindani mkali. Timu ambazo pengine zilikuwa zinabezwa ama zinaonekana kama vimbonde zimeonyesha kwamba mm. zina uwezo na kandanda inafahamu namna ya kuzicheza kwa hiyo mpaka sasa Tanzania hali yake ni ngumu Uganda mambo yake ni magumu, ukizingatia kuwa wenyeji wa mashindano yajayo, inatoa taswira ya namna viwango lazima viongezeke ama viimarike. Lakini katika pita-pita zangu mitandaoni, Sulemani, nimeona ama nimeweza kusoma kwa taarifa, kwa mfano Tanzania, uh, alizungumza kocha wa Taifa Stars Gamondi akisema kwamba changamoto ya timu ya taifa ya Tanzania kuweza ama kushindwa kupaa zaidi ni kwamba hawana wachezaji wenye kiwango cha juu zaidi kimataifa. Yaani ukisema mchezaji mkubwa kabisa ambaye anacheza nje alikuwako ni bwana Samata ambaye zamani alikuwa akicheza mm, nini Aston Villa mm. Badala ya hapo wengi wanacheza ligi ndogondogo England, Ufaransa, eh, lakini ukizingatia ukilinganisha na Nigeria, eh, wachezaji wengi wao wanacheza katika ligi zenye ushindani mkubwa mm, na wanacheza ligi daraja la kwanza mm. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kwa Tanzania na Uganda wanapata eh, wanapata nafasi ya kusoma katika mechi za sasa, lakini kwa Kenya Sijui itakuwaje, mambo atakuwa magumu kwa sababu wenzao wenzao shaona kashikashi katika mishana hii <laughs> itakuwa ngumu sana e, lakini acha tuone niweze kusema mm. tu labda Wakenya wataongeza vibe. Msikilizaji mm. e, na mtazamaji, tuelekee nchini Tanzania, katika wilaya ya Maswa mkoani Simiyu ambapo mwenzetu Veronica Natales amezungumza na Watanzania na aliwauliza kwamba mwaka huu unaisha, ni kipi ambacho wanakikumbuka zaidi? Kipi hawatakisahau na mwaka umekuwaje katika upande wao? Tuitazame video hii na kisha tutaendelea katika mjadala wetu leo wa matukio makubwa zaidi kwa mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano. Asilimia kubwa ya watu ambao nimepata nafasi ya kuzungumza nao kuhusiana na maoni yao kuhusu mwaka huu unaomalizika 2025, wengi wamezungumzia kuhusu mauaji yaliyotokea kipindi cha uchaguzi tarehe 29 Oktoba ya mwaka huu, lakini wapo ambao pia wameeleza mambo ambayo yamewafurahisha mwaka unapomalizika. Maoni ni mseto. Karibu katika Kurunzi Live kutokea hapa katika wilaya ya Maswa mkoani Simiyu, na mimi ni Veronica Natalis na kupa nafasi ya kuweza kusikiliza maoni ya baadhi ya wakazi wa wilaya hii kongwe kabisa ya mkoa wa Simiyu. ni kama matukio kwenye uchaguzi Mwalimu Nyerere ametuacha vizuri, haikufanyika hata kidogo. Nyerere alingatuka kwa upendo kabisa kabisa. hii, hali hii inasikitisha sana. Wenzetu hatujui kweli kama atakuwa akhera, watakuwa wapi? Mpaka leo tunajiuliza, mpaka hata wazazi wao. Naomba kwa sisi wa Tanzania tujifunze. Tujitasimini tumefika wapi? Mazingira haya kwa mwaka huu mimi sijapendezwa, kwa upande wangu mimi najisikia vibaya, umeisha vibaya mwaka kio iliyoniumiza sana, niliuguza mtoto wangu ule wa mwisho, aliugua sana nikiwa nisina hela hata mia mbovu ndani, kila nikimwambia ndugu hanijali mwanaume naye niliozaa naye ndo basi ya, ikanipelekea kabisa changamoto eh, niliumia sana ila, kuna wasamalia mwema jirani alinisaidia, akanipeleka kwenye mkopo, akanizamini nikakopa kama laki moja na hamsini Nikauguza mtoto wangu, iliyobaki change, nikaendelea na biashara ya makande kama haya unavyoniona, natembeza makande mia tano mia tano kijiko. Tukio kubwa kabisa ambalo limeniumiza mimi ni hizi taasisi za hao wanaokopesha fedha wanaitwa kausha damu, wamemkopesha fedha mke wangu mimi kabisa, almanusula kuvunja mji wangu. Yaani, huu mwaka bora tu nika yaani ukiisha huu mwaka unaokuja niishi tu hivi. Niwekeza moyo wangu niwekeza vitu vingi, lakini ndio hivyo. Nakujua samani yangu akanikuta ameniumiza vya kutosha sana. Ha, bado sijavuka hata hivyo bado na niko kwenye maumivu ila bado sija sija Mungu. Tunamshukuru Mungu, niko salama na naenda kumaliza mwaka salama, ni jambo la heri, ni jambo la kumshukuru Mungu. Hayo ni baadhi ya maoni tu mtazamaji, kuhusiana na yale ambayo yamefurahisha ama kuumiza katika kipindi cha mwaka mzima wa elfu mbili na ishirini na tano. Na mjadala huu wa Kurunzi live ninaurudisha katika studio zetu za DW Bonn Ujerumani. Na kutokea hapa mimi ni Veronica Natalis, chao chao. Hai, mambo <laughs> <laughs> ya, ya, ya. Ni Veronica Natalis eh, <laughs> eh. Unasikia mambo ni mengi sana, mwaka unakuisha, Mila watu wamepitia mambo mengi kama unavyosikia wengine wanasema hivyo, lakini hayo ni kutoka kule Tanzania ambapo eh, Veronica Natalis ambapo mwenzetu alizungumza na hawa watu wakitoa shuhuda zao, mwingine anasema ameumizwa na eh, eh, nini umiza. Sasa tuachane na hayo tutazame kwa <laughs> mwaka <Mabayari, laughs> <laughs> <Sili mani. laughs> yani, yeah. mzima mtu eh. naambiwa utoe E, e, taswira, hmm. ki, tukio kubwa kabisa mwaka huu moja tu wamesema, ni moyo moyo umeumizwa kazi sana. Yake ni kusukuma, damu haya <laughs> mengine ni kirere tu, haya tugeukie <laughs> <Hai, laughs> bara lingine la Asia pamoja na mashariki ya kati. Asia hakukuwa na mambo mengi sana mwaka huu, lakini taarifa kubwa zaidi ilikuwa ni kule mashariki ya kati katika vita vya Israel katika ukanda wa Gaza, ambapo mwaka huu unaanza, tulikuwa tunashuhudia vita hivyo vikianza lakini mpaka tunamaliza mwaka kuna makubaliano ya amani ya awamu ya kwanza ambayo amesamiwa na Marekani, Qatar na Misri. mm -hmm. ambapo kwa sasa kidogo wametulia, ingawa kuna mashambulizi ya kushtukiza ambayo tunayashuhudia mara kadhaa, lakini pia kulikuwa na, na vita vilivyochagizwa hivi na Israel katika ukanda wa Gaza, kati ya Israel na Iran. mm -hmm. vilidumu kwa siku kumi na mbili ambapo ilikuwa ni kurushiana kwa mabomu na mabomu na vitu kama hivyo, lakini, pia kuna mzozo katika Israel na Yemen na vitu kama hivyo, lakini tukirejea katika bara hili la Ulaya. Saumu, mm -hmm. Mwaka huu katika nchi ya Ujerumani ambapo sisi tupo, tulianza na uchaguzi mkuu wa serikali ya Ujerumani. Ndio ni baadhi ya tukio ama matukio muhimu zaidi hapa Ujerumani ni mm. kuchaguliwa kwa kansela mpya Friedrich Merz mm. eh, baada ya serikali ya Ujerumani ku kwamba kiongozi aliyekuwepo Scholz hakuwa amefikisha yale matarajio ya serikali ya muungano wa Tanzania <laughs> wa Ujerumani kumradhi. Eh, kwa hiyo ni baadhi ya mambo ambayo yaligonga vichwa vya habari, na mpaka sasa uh, serikali inaendelea kuji panga na kuangalia namna gani mm. e, weza kusongeza taifa hili. Kwa hiyo ni mengi, umezungumzia mzozo wa Mashariki ya Kati, ni mzozo ambao mpaka sasa licha ya kwamba, uh, makubaliano awamu ya kwanza yalifikiwa mm. lakini bado kumekuwa na taarifa za kunyosheana kidole mm. Israel na ilaumu Gaza mm. Gaza na ilaumu eh, Israel. Kwa hiyo bado mengi yanazungumzwa, lakini ndio hivyo, wengi mara nyingi wanaumia ni raia wasio na tija. Lakini msingi hapo, jana kulikuwa na mkutano kati ya Rais Trump Amerika ni pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akizungumzia mwendeleo mwendelezo wa mambo ya Gaza baada ya hiyo ya awamu ya kwanza ambayo imeanza kutekelezwa tangu mwezi Oktoba. Lakini tukiwa katika hapa bara hili la Ulaya, kulikuwa na taarifa mbili sana kubwa ambazo ziligonga vichwa vya habari mwaka huu. Kwanza ni kifo cha Papa Francis mm -hmm. ambaye mwezi Aprili alifariki dunia na kuchaguliwa kwa Papa mpya mm, mm -hmm. kwa hiyo hii ni moja ya taarifa ambayo bila shaka hapa Ulaya pia imekuwa ikigonga vichwa vya habari lakini, Saumu, mm -hmm. taarifa ambayo imekuwepo barani Ulaya tangu mwezi Januari mpaka mwezi Disemba inaenda inarudi inazunguka inarudi palepale pale, ni mzozo kati ya Urusi na Ukraine ambao mpaka sasa siku mbili kabla ya leo kulikuwa na mkutano kati ya Rais Zelenski wa Ukraine pamoja hmm. na rais wa Marekani Donald Trump, lakini pia jitihada eh, mbalimbali zinaendelea kufanyika za kumaliza mzozo huu ambao umekuwepo karibu miaka minne sasa inafika. Bila shaka huu ni mzozo ambao uh, kila mwamba ngoma anavutia kwake. Urusi mm. ina matakwa yake ambayo inahitaji mm. na vilevile Ukraine, ina mambo ambayo inasema kwamba hiyo haiwezi kukubali ikishirikiana mm. na washirika wake wa Ulaya. Kwa hiyo kuna vuta ni kuvute. Marekani muda mwingine inakuwa na maswala ambayo pengine kwa kiasi fulani yamekuwa akichukuliwa kwamba kama inalemea zaidi upande wa Urusi na Ukraine nayo ina washirika wake wa, wa Ulaya ambayo inategemea iwasaidie kwa namna ambavyo utapatikana ma, amani itapatikana. Kwa hiyo kufikia sasa kwa mkutano wa Florida kati ya Zelensky na Rais Trump mengi yalizozungumzwa, lakini e, mpango ama ra, e, rasimu ya vipenge ishirini ilijadiliwa na namna ambavyo usalama labda amani itaweza kupatikana. Tusubiri tuone. Ni mwaka 2025 unakamilika kutarajia hmm. kwamba 2026 itakuwa dunia yenye amani ikiwezekana. Na ukumbuke kwamba wakati Trump anaingia madarakani mwaka elfu mbili na ishirini na tano mwezi Januari tarehe ishirini mm -hmm. aliahidi kwamba atavimaliza mm -hmm. vita hivi ndani ya saa ishirini mm -hmm. na nne. Baadaye akajipa muda kidogo akaongeza muda kidogo <laughs> lakini tangu wakati huo bado tunaona jitihada zinaendelea. Ameshakutana na rais Zelenski mara kadhaa, sio zaidi ya mara tatu, lakini pia amekutana na rais wa Urusi Vladimir Putin eh, kule Alaska lakini bado pamoja na jitihada hizo mambo bado yanaonekana kwamba ni kizungu mkuti, lakini tukimzungumzia Trump mwenyewe mm -hmm. kurejea kwake madarakani Januari ishirini mwaka elfu mbili ishirini na tano mwaka huu mwanzoni, ni moja kati ya stori kubwa ambayo ilikuwepo pia katika vyombo mbalimbali vya habari ulimwenguni na hasa alivyoingia na yale ambayo alikuwa akiyatekeleza kwa ulimwengu pamoja na Marekani. E, alikuja na swala la America First yn yani, mm -hmm. Marekani kwanza. Kwa hiyo uh, maswala mengi alibadilisha, akaweka vikwazo, akaweka sheria mpya mm -hmm. E, kwa hiyo ni maswala ya Trump, na sio la ajabu kwa sababu wengi walikuwa wameona uongozi wa Trump kabla ya uh, Joe Biden kuingia madarakani, na alipotoka Joe Biden, aliporejeshwa tena Donald Trump mm -hmm. E, si ya kushangaza sana matukio ambayo ame ama maamuzi ambayo ameyafanya mm -hmm. E, rais uh, Donald Trump, kwa hiyo unaweza kusema kwamba ni rais ambaye anamka na mipango yake na sheria zake na kuamua anavyotaka, lakini ndio hivyo, ni kiongozi wa Marekani. Mimi na wewe hatuwezi kupanga maamuzi, lakini tutarajie tu kwamba uh, mwaka elfu mbili na ishirini na sita utakuja na mm. mazuri zaidi, Suleiman, mm -hmm. Mwisho kabisa taarifa ambayo imekuwa ikigonga vichwa vya habari pia kutoka Amerika huku ni pamoja na mvutano unaoendelea kwa sasa kati ya Marekani na Venezuela. Nicolas Maduro pamoja na rais Trump wamekuwa wakivutana sasahivi. Meli mbili za mafuta za Venezuela zinashikiliwa kule nchini Marekani na rais Trump amesema kwamba meli hizo sasahivi ni mali ya Marekani. Kwa hiyo hapo mvutano unazidi kuendelea. Na msikilizaji na mtazamaji tukisema tuzungumzie matukio yote hapa, <laughs> muda hautoshi, lakini kama lingekuwa lipo jambo moja ambalo ungetamani kuliona katika ulimwengu mwaka elfu mbili ishirini na sita na tunapohitimisha mwaka huu elfu mbili ishirini na tano ni lipi hilo ambalo ungeweza kuambia ufuatiliaji wetu ambao umekuwa nasi tangu Januari mpaka leo hii Disemba. Mimi nawe tunahitimisha kipindi hiki kwa mwaka huu bila shaka, cha msingi cha sekondari wenyewe unasema ni swala la amani tu. mm -hmm. Amani tuimizane, amani. Kosa si kosa, kurudia kosa ndio kosa. Tusameheane, tuwe na moyo wa ukarimu, tuweze kupendana, tutakiane mema na isifikie wakati kwamba pengine mwenzako akifanikiwa, wewe unahisi kwamba pengine hapana astahili. E, napenda tupeane maua. Wanasema mpe mwenzako maua wakati angalipyo. Kwa hiyo nasema asante sana, alafu pia asante sana msikilizaji na mtazamaji wa DW kwa kuendelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, kwa sababu huu ni wakati wa teknolojia. Yani akili ya mnemba inaendelea kutamba mitandaoni, lakini ni kusihi tu kwamba endelea kufuatilia DW kwa habari za ukweli uhakika, e, na zenye

Heri ni kutakia heri ya mwaka mpya na take care. <laughs>